Amal ljanibu sadis min alihtimami bishaani lcamali fi lislam, katika Uislamu kuhimiza watu kufanya kazi. Fahuwa alhadharu ni kuchukua tahadhari min kulli ma yulawithu masirat lcamal wal -amil. Kila chenye kuvuruga mwishilio ile kazi au yule mfanya kazi chenye kuleta dosari choti jaribu kukiepuka na kukiweka kando. Kuwe na mahusiano mema baina ya mfanyakazi na yule anayefanyiwa. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man ghashana falaysa minna, mwenye kufanya ujanjajanja wa kuwaibia watu si katika sisi. Akhrajahu Muslim. Bimaana ndugu yangu wewe uliokubali ajira, umeajiriwa kufanya kazi yule mtu anakuachia mathalan, vifaa amekuachilia vifaa vya kutosha. Una bwana, simenti ngapi unataka? Nataka simenti mbili. Unataka nondo ngapi? Nataka mbili tatu. Unataka misumari kiasi gani? kadha kadha kadha. Hivi hapa, mimi bwana, naendelea na kazi, alafu huku nyuma unafanya fanya, we unachanganya mchanga jegei na simenti nusu ya mchanga moja na nusu, yote unakwenda nayo, unaondoka nayo Hakika wallahi, umemwibia na hiyo ni haram, na hii hakika utaulizwa, faman ghashana falaysa minna. Wewe bwana unamwibia mtu ambaye tayari amekuamini na ukimaliza kazi yako anakupa chako, alafu unamfanyia hiana kama hii. Ndugu zangu, wale mafundi wote muwe na tahadhari na hili. Au mtu analeta gari yake kwako, gereji pale, ya akhi, ni waya tu wayahu na wayahu. Unaleta shoti au huu, ndio unasababisha moto usiende pale. Gari haipigi kila ukipiga, hakuna kwa kuwa huyu aliyeleta hana ujuzi yote. Unakuja pale unaomba, bwana, hapa tunatakiwa tufanye wiring mpya. Subhanallah! E bwana vipi tena? Ndio hivi. Alafu na ujanja unajua huu na huu na huu, sasa mtu hujui, si so? Unaambiwa tu kama vile na hii, unatoa pesa ya wiring mpya. Wanachofanya wanaangalia zile wiring ambazo zile wires ini, ambazo ulishawahi kuweka zenye alama, wanabadilisha wanabechisha zote wanachukua na kurudishia gari. Kumbe kulikuwa hakuna chochote. Ni kama chanya na hasi tu kugusanisha basi. Hiyo ni hiana ile iliyopitiliza. Kwa nini asilete? Alafu anamwambia hii haina ugonjwa. Bwana ni hii na hii hapana. Eh, bwana wewe nenda. Aha, nini wewe, kuna nini wewe nenda? Wallahi Allah anakufungulia na anakuruzuku zaidi. Na hata yule mtu anaweza akakaa, eh jamani wen... e, Mungu ana kiasi hichi akakupa anamwambia bwana, mimi pesa, pesa yako sitaki bwana, hapa hakuna ugonjwa. Tuwe wa kweli kwenye kweli, kuna baraka lakini ndugu zangu leo, yani, kumekuwa namna ya utekelezaji. Mtu anakulipa nipeleke mahala fulani, hajui, unapiga raundi, unatolewa hapa. Hebu na mimi naulizia kwenye mbao, mtu yuko pale kuona, anaambiwa bwana, hapa mahala ni mbali, hebu ngoja tuangalie. Anaweza akapitishwa hivi, akazungushwa tu, akaja akapitishwa hata Islami kipale, akatokezea ile mela kule, alafu akarudi hapa, nametokea hapa yule jamaa najua ule mtu sasa hivi mvua hamna, mkovua ntapita, wanafanya watu hivi anamwambia, unaona dakika karibu dakika ishirini, na kumbe sio mahala pa ishirini dakika mbili, haiishi ni ile ile ile moja, hii ni ishi ndugu zangu.